Wanamtukana mama Samia, wanamshambulia wale wanawake wawili, ukiwaona sura zao kama punda zimelaanika kabisa, lakini ni waombe wa Tanzania wote. Kama wao hawampendi mama Samia, mama Samia sisi ni wetu, ni mama yetu, na tuko tayari kufa sisi sote. Atakufa yeye mwisho. Sisi oye, msikubali wa Tanzania kupotoshwa na wanawake mashetani kama wale wawili pamoja na Polepole. Wakiwa Ulaya huko wanaendesha magari mazuri, wamekaa kwenye nyumba nzuri, wanawasababisha Tanzania waje wapigwe na wauliwe, wao wakiwa Ulaya wanakula maisha mazuri. Sasa kawatumieni salamu, kama wanataka sisi watu waingie kwenye barabara itapofika tarehe ishirini na tisa Oktoba waje wao kwanza hapa Zanzibar, alafu na sisi tutawafuatia nyuma. Na kama hamjawaona na familia zao, basi kazitafuteni hizo familia zao tudili nazo tuwaone wataingia kwenye maandamano. Hi, tunataka tuwaambie Mama Samia ni kipenzi chetu na hatuna mzaha kwenye hilo. Kama wanafikiria wanamkomoa Mama Samia na familia yake tupo Wazanzibari zaidi ya milioni mbili na Watanzania zaidi ya milioni 54 hatuoni tabu kuchukiwa Mama Samia na watu laki moja, laki mbili, lakini watu milioni hamsini na sita wanampenda CCM oyee! Hiyo salamu ya kwanza, na namwombea kura hapo hapo kwamba tukamchague kwa kishindo itakapofika tarehe 29 Oktoba, mama yetu Samia Suluhu Hassan.